Kwenye mji mkuu wa kidiplomasia wa The Hague nchini Uholanzi, kwenye mkutano wa NATO, rais wa Marekani alisimama mbele ya viongozi wa NATO na kutoa kauli fupi nzito. Alisema, kusema ukweli, Vladimir Putin amekuwa mgumu zaidi na kumaliza mzozo huu kumeonekana kuwa kugumu zaidi kuliko vita vingine. Kauli hii haikutolewa katika chumba cha siasa za kawaida, bali ilikuwa ni mbele ya viongozi wa NATO. Na kauli hiyo sio vitisho sio kejeli na wala sio onyo. Huu ni ujumbe, ujumbe kuwa kiongozi wa taifa lenye nguvu zaidi, tena kiongozi aliyeahidi kumaliza vita hiyo ndani ya siku moja, amekiri kwamba kuna mtu asiyeweza kushinikizwa, mtu ambaye hakimbii vitisho, mtu ambaye Hasikilizi kelele. Kauli ya Trump inafanya dunia iulize swali moja. Ni nani atasalimu amri wa kwanza? Ni Moscow au Magharibi? Karibu kwenye dakika hizi na hapa tunalijibu swali hilo. Kauli hiyo imefungua ukurasa mpya wa uhalisia na hii ni sawa na kupigilia msumari kile ambacho viongozi wa NATO na Ulaya walikuwa hawataki sio tu kukijua bali pia kukubaliana nacho. Kauli ya Trumpu kwamba Putini ni mgumu zaidi, inaweza kuonekana kuwa ni kauli ya kawaida, lakini ndani yake kuna ujumbe wa kina, ujumbe wa kisiasa, ujumbe wa kisaikolojia na zaidi, ujumbe wa kidiplomasia. Kwanza kabisa, kauli hiyo inaeleza kwamba Putini ni mtu ambaye hawezi kusukumwa kwa vitisho. Kwa miongo kadhaa ya siasa za magharibi, ilikuwa nadhana kwamba vitisho, iwe ni vikwazo vya kiuchumi, mashinikizo ya kimataifa au maonyo ya kijeshi, vinatosha kumlazimisha kiongozi yoyote kubadilisha msimamo. Lakini kauli ya Trump imeonyesha kwamba Putin Sio kiongozi wa kaliba hiyo. Na Trump kwa sasa anawakumbusha viongozi wa Ulaya kuwa Kremlin haina presha ya kusalimu amri kwa presha ya nje. Kwa sababu ukianza kuangalia vita vya Georgia mwaka 2008, uvamizi wa Crimea 2014 na sasa Ukraine kuanzia 2022 mpaka leo, vyote hivyo ni ushahidi kuwa Kremlin haijawahi kusalimu amri. Kila shinikizo lililotoka magharibi limeikutanisha Urusi na mikakati mipya ya kustahimili. Vitisho havimtikisi Putin, vinampatia hoja kwa wananchi wake. Na Trumpu ameliona hilo na ameamua kulitamka hadharani. Putin ni kiongozi ambaye hana presha ya ndani, kwa sababu kwenye siasa za dunia presha ya ndani kama maandamano, uhuru wa vyombo vya habari, bunge lenye nguvu, vitu hivyo vinaweza kumlazimisha kiongozi kubadilisha maamuzi. Lakini kwa Putin hayo ni tofauti. Hana vyombo vya habari vyenye uhuru wa kumvunjia hadhi na kumkosoa hana upinzani wenye nguvu wa kumpa hofu ya kisiasa, na kwa miongo miwili amejenga uaminifu wa kutosha ndani ya taasisi za usalama na jeshi. Kauli hiyo ya rais wa Marekani ni taarifa kwa viongozi wa NATO kuwa ajenda ya Putin haitegemei na wala haijawahi kutegemea msimamo wa magharibi. Trump ni kati ya viongozi wa magharibi ambao wanatazamwa kuwa wanamwangalia Putin kwa jicho la urafiki, japo hakuna urafiki kamili kati ya Urusi na nchi za magharibi. Na sasa hivi anaamini kwamba iwe ni urafiki au uadui dhidi ya Moscow, lakini Putin haendeshwi kwa hisia. Ndani ya kauli ya Putin ni mgumu zaidi kuna kukiri kuwa lengo la Urusi sio kushinda kama wanavyodhani bali ni kubadilisha mpangilio mzima wa matarajio ya magharibi kuwa hawawezi kuinyong'onyesha Mosco iwe kwa vita au kwa vikwazo kama wanavyofanyiwa mataifa mengine. Trump anadhihirisha kwamba Putin ana ajenda ya muda mrefu yenye majeraha ya kihistoria ya kuvunjika kwa umoja wa Kisovieti, inayopingana na udhalilishaji wa kiitikadi wa Urusi na pia inayopingana na upanuzi wa NATO kuelekea mashariki. Tofauti na viongozi wa magharibi wanaobadili msimamo kulingana na hali ya kisiasa nchini kwao, Putin anafuata dira ambayo imepangwa kwa miongo mingi, dira ambayo haibadiliki, sio kwa sababu ya Joe Biden au kwa sababu ya Emmanuel Macron, bali ni dira ambayo inaendana na misingi ya Kisovieti. Trump ni kama anajaribu kusema kwamba huyu mtu hawezi kugeuzwa na mabadiliko ya msimamo wetu, ana jambo lake. kauli hiyo Sio taarifa peke yake, bali ni mpasuko wa kimkakati. Kila mshirika wa NATO alisoma kauli hii kwa namna yake. Kwa mataifa kama Estonia, Latvia na Poland yalitafsiri kauli hiyo kama dalili ya kuachwa, kama ishara ya kuanza kushindwa kwa azma ya magharibi. Mataifa kama Ujerumani na Ufaransa wameona hii ni kama nafasi ya kuanzisha njia mpya ya mazungumzo ya busara kuliko misimamo mikali. Wengine waliona Trumpu anatafuta kisingizio cha kuondoa msaada zaidi kwa Ukraine. Lakini zaidi ya yote kauli hiyo imezua swali ambalo watu wengi wanaogopa kulisema kwa sauti: Je, vita hii inaweza kumalizika kwa ushindi kamili kwa Ukraine? Rais Volodymyr Zelensky huu ni mwiba unajua kwanini? Kwa nini kwa muda mrefu ameweka imani yake kwa msaada wa Marekani, sio tu kwa silaha bali pia kwa msimamo wa kisiasa wa kusimama upande wake bila kuyumba. Lakini sasa hivi rais wa Marekani anasema hadharani kuwa changamoto kubwa ya kumaliza vita iko Moscow na sio Kyiv wala Berlin wala Paris. Hii ni sawa na kusema kuwa sisi hatuwezi kumaliza vita hii, ila ni Putin peke yake ndiye anayeweza kwa Kremlin, kauli ya Trump ni ushindi wa kisaikolojia. Tangu mwaka elfu mbili na ishirini na mbili propaganda ya Urusi imekuwa ikisisitiza kuwa magharibi haitaweza kumshinda Putin kwa nguvu, bali kwa mazungumzo. Sasa rais wa Marekani anatamka waziwazi kuwa Putin ndiye mtu mgumu zaidi. Hii inahakikisha kwamba Urusi itaendelea kujiona kama taifa linalosimama kinyume na mfumo wa magharibi na linaloshinda kwa kusimama imara. Kauli ya Trump imeiacha magharibi kwenye njia panda, sio kwa sababu ni ngumu kuielewa, bali kwa sababu ni ngumu kuikubali. Inasema wazi kuwa Putin hatishwi, Putin hachoshwi, na Putin hana haja ya kuwasikiliza viongozi wa NATO. Hii sio lugha ya udhaifu, ni lugha ya uhalisia, na uhalisia huu unaumiza masikio ya wale ambao walitegemea vita hii kumalizika kwa hoja za vitisho pamoja na mashinikizo ya kifedha. Trump hajageuka kuwa rafiki wa karibu wa Putin bali ameamua kuwa shahidi wa kweli kwamba mpinzani wao mkubwa haongozwi na misingi ile ile ya kisiasa kama ambavyo wanajiongoza wao. Anamaanisha kwamba Putin anaandika kanuni zake, anaendesha vita kwa kalenda zake na kwa hilo anakuwa mgumu zaidi. Kwa hiyo, magharibi lazima ichague: iendelee kutafuta amani kwa kutumia silaha na vitisho au ikubali kwamba suluhisho Litapatikana kwa kuelewa. Hii ni Karagosi the HD. Usisahau kusubscribe uwe na wakati mwema.